Serikali ya Marekani imetoa orodha ya Wakenya kumi na watano ambao watafurushwa nchini humo. Wakenya hawa ni wale waliokabiliwa na kesi mbalimbali ikiwemo wizi wa mabavu, dawa za kulevya na hata wengine kwa kuendesha gari wakiwa walevi. Hii ni sehemu ya awamu ya serikali ya Rais Donald Trump kuwaondoa watu inaowataja kuwa wageni wabaya. Wili Lusige anatufungulia jamvi la Nipashe jioni ya leo huku Rais Donald Trump wa Marekani akisisitiza kuwa ataendelea na mpango wake wa kuwafurusha maelfu ya wageni wanaoishi nchini humo wa kinyume cha sheria, majina ya Wakenya kumi na watano ambayo serikali ya Marekani imethibitisha kupanga kuwafurusha yamechapishwa kwenye tovuti ya umma iliyoanzishwa na idara ya usalama wa Marekani inayoonyesha waliolengwa kumi na tano hao, ambao wameingia kwenye orodha ambayo serikali ya Marekani imetaja kuwa ya wageni wabaya, wanajumuisha wa kwanza akiwa Alfredo Obiero, mkazi wa jimbo la Colorado, ambaye alipatikana na hatia ya kushambulia, kuendesha gari akiwa mlevi na ukatili wa nyumbani. Wa pili ni Bethwel Gadhu, akilengwa kurejeshwa Nairobi kwa hatia ya wizi wa mabavu, huku hatia kuendesha ya kuendesha gari akiwa mlevi ikimchongea. Watatu ni Patrick Mwangi pamoja na wanne Daniel Kathu, huku watano akiwa wa Mohamed Chepchekani akitarajiwa kufurushwa kwa kumdhulumu mtoto na uhalifu wa kibenki. Wa sita akiwa Mofat Muridhi aliyekuwa na ya makosa ya dawa za kulevya na wa saba akiwa Francis Mungai kutoka jimbo la Massachusetts pia atafurushwa. Wanane akiwa ni Anthony Kari aliyepatikana na hatia ya ulaghai, taarifa za uongo na kutoroka ajali, huku wa tisa akiwa ni Boniface Mburu akibebeshwa mzigo wa kumiliki mali ilioporwa. Wa kumi akiwa ni Kevin Gunyanyi aliyepatikana na hatia ya kushambulia, wa kumi na moja akiwa ni Collins Kianche pia akilengwa kwa makosa ya kushambulia na kusafisha pesa. Marekani pia inasema kuwa itamfuru rusha Isaac Githinji aliye na hatia ya kukimbia ili kuepuka mashtaka, pamoja na Moses Okoth anayeishi jimbo la Nashville. Clement Mulovi ni wa kumi na nne, pia yuko kwenye orodha hii, pamoja na Neserian Montet, walio katika orodha hii ya watu kumi na tano wanaopanga kutimuliwa na Marekani kwa makosa mbalimbali. Taarifa kutoka Marekani inaonyesha kuwa kuna Wakenya elfu moja mia mbili themanini na wawili wanaoishi Marekani walolengwa kufurushwa, kundi la kwanza la Wakenya 15 likiwa limeondoka Marekani Juni mwaka huu. Wili Lusige, runinga ya Citizen, Nairobi.